Hapa iko familia, tuko na mama zetu hapa, lakini pia na ndugu wengine ambao ni kaka zetu, na baba yetu mdogo mmoja yuko katikati yetu, na kaka yetu mkubwa yule pale anaitwa Mseti na mwingine yuko hapa anaitwa mzee ehe. Kwa hiyo tumeona tuite, tuwaite hapa kwa uchache wetu, pengine kuanzia baadaye watu wataweza kuwa wengi zaidi, lakini tukasema tuwape hii briefing kwanza tarehe kumi na nane mwezi huu tarehe kumi na nane mwezi huu e, ndugu yetu ambaye ni kijana wa familia yetu lakini ni kiongozi wa Chadema mheshimiwa John Wegesa Heche alikuwa anatokea Dar es Salaam akafika Mwanza kwa ndege tarehe kumi na saba tarehe kumi na nane akatoka Mwanza akiwa ana dereva wake mmoja ambaye ni mdogo wetu anaitwa Enoki na yeye mwenyewe walikuwa watu wawili tu, pamoja na msaidizi wake ambaye anaitwa Daudi. Kwa hiyo walipita sehemu ya barabara kuu ya Mwanza Tarime. Ieleweke walipita barabara kuu na sehemu walizopita, wamepita kuanzia Mwanza, wakapita beria ya Magu ambayo ni beria ya kiserikali, ambao wage na watu wa uhamiaji watu wa TRI na vyombo vingine vyote huaga viko pale, Magu nafikiri wote mnafahamu. Lakini baadaye pia walipita beria ya Kirumi, tunaita alimaarufu Kirumi beria ya Mtomara ambayo imetenganisha wilaya ya Rolia, Musoma na Talime aidha na Butiama pia na penyewe pia walifanyiwa ukaguzi wa kawaida wakapita, wakaja mpaka Silali, walivyofika Silali mimi ni sehemu ya watu ambao tuliongozana nao kwa ajili ya kumsindikiza makamu mwenyekiti aweze kuchukua safari yake ya kwenda kwenye msiba wa kiongozi mkuu wa upinzani kwenye ukanda wa Afrika au kiongozi mkubwa sana Odinga, wa kidemokrasia Mheshimiwa Hayati Raila Amolo Odinga aliyekuwa nazikwa siku ya Jumapili tarehe kumi na tisa. Kwa hiyo alipofika pale alipofika pale Sirali kama mnavyofahamu sasa, sasa hivi e, tayari utaratibu ulishabadilika. Utaratibu unaotumika ni wa one stop center. Zamani, wakati tunaanza kabla ya Umoja wa Mataifa East Africa Community haijatengeneza sheria, ulikuwa mtu ukifika Sirari, boda ya Tarime, unaenda Kenya, unagonga boda pale muhuri, unaenda upande wa pili tena, unavuka beria tu kwa mguu Aidha, kama una gari unakuwa na document zinazotakiwa na kama hiyo gari labda itaenda zaidi ya kilomita kumi, ndio unaiombea document, otherwise unagonga muhuri hapa kwenye passport yako, au barua ziko pia hata barua za temporary, traveling, document. Unavuka upande wa pili pale unagonga baada ya kuja kitu kinaitwa East Africa One Stop Center ambayo ipo kwenye boda zote. Mimi nimewahi kupita boda ya Busia Sirali na Manga na zingine zote, hiyo hayo majengo yapo sasa hivi. Unachofanya kama unaenda Kenya, wewe huna haja ya kusimama Tanzania, unaingia upande wa Kenya unagonga muhuri. Sasa gari ya mheshimiwa makamu mwenyekiti ilikuwa imeambatana na mimi pia, iliingia kwenye barabara hiyo na maafisa wa migration pamoja na wengine wa maafisa wa pale wali wali walifungua wali zile beria tukaingia upande wa Kenya. Kwa hiyo tulivyoingia pale upande wa Kenya yeye alienda moja kwa moja dirishani, kwenye dirisha la exit Tanzania, yaani unaondoka Tanzania, liko pale ndani. Tukimaliza hapa mweze kwenda pale muone, na bahati nzuri ile jengo lina CCTV na nini. Tukaingia pale akaomba kuexit ili aingie upande wa Kenya gonge. Akatokea afisa mmoja, namkumbuka alikuwa kama na mwenge na nyota anaitwa Sonda jina moja niliona kwa, kwa jina la Sonda. Akachukua passport akakagua, akakagua, akakagua, alafu akamwambia, wewe huruhusiwi kusafiri. Ndipo pale mlipoona ile clip hiyo, kwa ime, imezunguka ikiwa ina inamuonesha makamu mwenyekiti ana muhoji, kwa sababu haijulikani kwa nini aruhusiwi kusafiri, na ni mtu ana passport na document inayo kuruhusu kusafiri. Kama gari inavyokuwa na bima, gari kisha kuwa na bima, uwezi kuiambia gari haitakiwi kukanyaga barabarani. Mtu akiwa na document ya passport anaruhusiwa kusafiri. Kwa hiyo akawauliza na sisi tukajaribu kuhoji pale maswali ya msingi. Kama haruhusiwi kusafiri ni mahakama ndio zimemzuia au anadhamana polisi au anadhamana mahakamani ambayo hiyo dhamana imempa baadhi ya vigezo kwamba huruhusiwi kutoka nje ya nchi? Hakuna. Yeye yule mtu akatoka nje ya ofisi, akatoka nje kama vile haelewi, akaondoka. Kabla hajaondoka alitoa baadhi ya ruga pale ndani ivendo kwenye kioo mle, akiwa mtu upande wa kule ndani, umsikii vizuri, lakini alitoa ruga kwamba elewa hivyo, kama hunielewi mimi nimeshakuambia uruhusiwi kusafiri. Basi sisi tukabidi tukae pale kwa ajili ya kusubiri. Makamu akakaa pale kwenye benchi, alivyokaa pale kwenye benchi na nyuma ya lile benchi pia kuna mashine za za za za China Aid pale ambazo wazi zinafanya scanning. Kwa hiyo alikaa pale kama kuanzia saa nane mpaka saa kumi na moja. Baada ya kufika saa kumi na moja tukapokea simu kutoka nyumbani, kutoka kwa mama zetu wakimtaka makamu aondoke eneo lile, kwa sababu ya situesheni zilizokuwa zinaonekana za pale sio za kiofisi tena. Ilikuwa inaonekana kama sasa ni uvamizi tumefanyiwa na hairuhusiwi tena hata mtu kupewa hata paspoti yake. Kwa hiyo muda wote ambao alikuwa pale ndani kwa kifupi ni kwamba alikuwa anasubiri pasipoti yake aweze kurudi Tanzania kama ameshindikana kusafiri. Lakini mimi niliongea na yule afisa, mimi mwenyewe. Nikamwambia bwana, busara za kawaida zinakutaka umpe huyu mtu document kwamba nimechukua pasipoti yako na wewe unatakiwa una, una urudi Tanzania. Sababu mpaka saa saba na nusu au saa saba dakika hamsini na tisa huyu mtu hakuwa na wito wowote popote kwamba unatakiwa popote ukalipoti popote kituo cha polisi au hata migration. Kwa hiyo kilichoonekana pale ni mwendelezo wa matukio ambayo siku hizi yanafanya kazi kwamba kunyanyasa watu, kuumiza wenzako ni staili nyingine mpya kwenye nchi yetu kwa ajili ya kusaidia watu aidha kupata vyeo vikubwa au maisha yao ambao wanahisi kwamba wanapata kwa sababu ya mambo hayo. Kwa hiyo tukaangalia lile tukio, busara zikatutuma kwamba makamu mwenyekiti aweze kuondoka pale. Kwa kweli alipoondoka, kwa sababu wale watu walikuwa wameshakreate tension wenyewe kama kawaida yao wananchi walikuwa pale nje wengi. Kwa hiyo wale wananchi waliondoka naye pale kwa mguu lakini baadaye alichukua njia ya kawaida ya mguu akarudi nyumbani. Kakaa hapa baadaye tukamkabidhi gari akaenda Dar es Salaam. Nyuma ya kuondoka kwetu dereva aliyekuwa na gari alitakiwa aondoe gari pale na avuke arudi Tanzania. Kilichotokea, dereva alifanywa fujo na kuvamiwa na lile gari likaharibiwa, gari likavutwa na kupelekwa polisi Tarime. Mpaka sasa zikiwemo nguo zake mnaweza mkaangalia mka jinsi watu walivyo na roho mbaya. Hata nguo za mtu za kuvaa wamechukua zote, mabegi wamechukua, vitabu vyake vyote wamechukua na gari ile yenyewe imeharibiwa haribiwa, haribiwa iko kituo cha polisi Tarime. Mnaweza mkaona jinsi ambavyo nia ovu katikati ya watu wale ilikuwa kubwa. Na wale watu walipokuja mimi niliwasiliana na baadhi yao kuambia jamani hapa hekima zinataka nini hapa? Huyu mtu yuko tayari hapa, na alikuwa anahitaji huduma ya kusafiri. Kama amezuiliwa, hatuna haja yenyewe kuja hapa sana. Point inayotakiwa hapa ni ninyi kurilizi tension hapa, na huyu mtu aweze kuondoka. Sasa alivyofika Dar es Salaam tarehe ishirini na moja jana, tarehe ishirini jana, tarehe ishiri na moja A, jana tarehe ishirini na mbili alikuwa anaenda mahakamani kama kawaida. Kwa hiyo yeye aliondoka hapa tarehe kumi na tisa ile tulimwondoa hapa, aondoke hapa arudi kule Dar es Salaam, kwa sababu tuliona hakuna haja ya kuondoka ya kuendelea kuwa eneo hili, na hajapata wito wowote kwa sababu ndani ya simu zake au hata kupitia chama kwamba huyu mtu anatakiwa kwenye ofisi za immigration au polisi tarehe hiyo kumi na nane hakupewa wito mwingine wowote isipokuwa kunyang'anywa pasipoti yake, na kuna baadhi ya watu ambao mimi nimewasiliana nao kwa meseji kuwaulizia, ikaonekana kabisa kwamba hata wao wanashangaa, ilikuwa kuaja afisa huyo wa migration kuchukua pasipoti ya mtu na kuikatalia. Kwa hiyo tulisubiri tukifikiri serikali inazungumza kwa karatasi, kwamba serikali siku zote, government speaks on paper, itatuma labda barua baadaye kupitia kwa chama, kwa sababu ile ni kiongozi, ana address sasa tukamwambia bana, kwa sababu hapa huko stranded, nenda ukaendelee na mambo ya kesi, kwa sababu kulikuwa na wito wa kesi nyingine ambayo mmeisikia jana, ambao mahakama imetangaza kwamba itangazwe kwenye magazeti. Kwa kwa sababu ya wito ule, tukasema hapa inaweza kuwa kuna mchezo unachezwa, huyu mtu asifike mahakamani. Kwa hiyo acha aende, akaenda mahakamani kwa ajili ya kulipoti kwenye hiyo kesi ambayo imefunguliwa tena huko na watu wanaojiita sijui viongozi wa chama kutoka Zanzibar. Mnaifahamu hiyo kesi ambayo ni ni kesi ya madai ambayo chama kimefunguliwa. Kwa hiyo alivyofika kule Dar es Salaam, anaenda mahakamani akiwa na wasaidizi wake akiwepo mwe, ndugu Mlime ambaye ni msaidizi wake, ndipo mlipomuona jana pale amekamatwa na gari nyeupe Hilux double cabin, na akapandishwa pale, vyombo vya habari vyote vimemchukua na baadaye viongozi wa chama kupitia kwa mkurugenzi wa chama Mheshimiwa Garubindi ambaye ni wakili ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya sheria wa Chadema wamefika central polisi wakaambiwa ni kweli amefika hapa, lakini tunampeleka tunamsafirisha kwenda Tarime. Kwa hiyo baada ya hapo, ikabidi wasaidizi wake na ofisi yake pia tuwaombe kwamba waondoke kule. Sasa katika hali ya kutushangaza sisi, kwa nini tumewaita hapa kwa mafamilia na tunawaomba kupeleka hii, hii meseji yetu mbele, ni kwamba tangu jana mtu ambaye ni kiongozi ambaye anaweza kuitwa polisi pia kwa barua kwa message vyovyote vile na akaenda, serikali imechukua jukumu la kumbeba kutoka Dar es Salaam kwa fedha za serikali, mafuta ya serikali, na pengine na watu wamelipwa posho pale ndani, kama ambavyo inaonekana saizi kwamba uharibifu wa mali kwa ajili ya watu kupata posho zao ni sehemu ya maisha ya watu kwenye serikali yetu. Wameondoka naye distance ya kutoka Dar es Salaam mpaka Tarime, hata kama unasafiri na basi la Bestline ambalo limeondoka jana saa saba usiku leo liko Tarime, si ndio? Hivyo jamani, liko Tarime Bestline, basi basi, kama ni pikipiki yenyewe ingeisha ingia. Pia wamechukua gari za serikali thelathini na mbili. Gari ya kawaida inaenda Dar es Salaam kwa masaa kumi na nane kumi na sita masaa thelathini na mbili na huyu mtu ambaye wameondoka naye ni mtu ambaye utaratibu wake wa maisha alisha ubadilisha. Ana mfumo wake wa chakula, ana mfumo wake wa kulala, na ana mfumo wake wa kufanya na mazoezi. Lakini kingine ki kikubwa ni kwamba hatuna imani na hao watu, kwa sababu huyu mtu amesha sema kabla kwamba anawindwa kwa uovu ama kwa kuwekewa sumu ama vyovyote vile wanavyojua wao, na alishapewa tahadhari hizi na alishazisema yeye mwenyewe kwenye public domain. Sasa sisi kama familia, mimi binafsi nimepokea simu nyingi sana za wananchi wa kawaida wasio kuwa na chama, wachungaji na watu mbalimbali mbali, wakitaka kujua huyu mtu yuko wapi, na sisi tu unnecessary kwamba mna mtu wa watu ambaye ana watoto ana familia na mama zake kama hawa hapa ni vizuri mkawaambia familia ikaambiwa ndugu yetu yuko wapi, yani yetu, yuko, yuko wapi, wapi. Yani, yani tumeenda yuko polisi kituo cha, cha polisi leo saa tatu asubuhi tumeenda saa tatu asubuhi kituo cha polisi Tarime, hayupo. Tumemtuma wakili ameenda immigration hayupo. Tumetuma uongozi wa Chadema mkoa kupitia kwa katibu wa mkoa wa Chadema, na hatujataka wananchi. Naomba mwelewe, hatujataka wananchi kutaka kuongozana na sisi, ila wananchi, sio kwamba hawapo wa kuongozana na sisi kudai alipo ndugu yetu, wapo wengi sana na wako tayari. Tena wakiita wanakuja, lakini sisi tulichofanya kama familia, tunataka kutoa muda ndugu yetu awe amepatikana, na tunatoa muda kwa ajili ya kuendelea kuonyesha ustahimilivu wetu na ustaarabu wetu katika mambo haya, kwamba kwa sababu huyu mtu alikamatwa na jeshi la polisi na jeshi la polisi lina viongozi, hatuoni sababu ya kuhoji kwa kutumia nguvu ya umma, of which ni kitu ambacho kitatokea muda wowote wa wao wakitupuza sisi, na na tuna watu, tuna wananchi. Bahati nzuri, yule sio mkata ushuru, sio jambazi sio mnyang'anyi ni mtu ambaye ni mtu nadhifu, mtu msafi, na mtu ambaye hana kwere na mtu yeyote kwenye dunia hii. Ni mtu safi tu anayedai haki katika nchi yetu, na amekuwa mtu bold, amekuwa mtu muwazi kabisa, kwamba jamani, mimi nachodai ni watu walipwe mishahara mizuri, ni mali zetu zisiuzwe, ni uchaguzi huru na haki. Ni hayo tu, hajai kudai kuua mtu. Lakini hivi tunavyozungumza na ninyi mnamchukua lakini, kwa sababu serikali yetu kwa sasa inajivunia mitutu na mizinga na magari mapya ambayo inanunua, hata jana imenunua mengine, tunaamini watatupuuza kila polisi. Wasituambie nendeni uhamiaji, sijui nendeni sijui kwa nani. Jeshi la polisi ndio walimchukua ndugu yetu, central police ndio waliomchukua mahakamani na ndio walienda naye central police. Jeshi la polisi halina halina mipaka kwenye nchi hii halijawahi kukosa communication kwamba eti RPC Kandamaru marumu awezi kuwasiliana na RPC Tarime Rorya. Sio kweli. Jeshi la polisi ndilo tunaendelea kulidai ndugu yetu kwa sasa, tunalidai jeshi la polisi ndugu yetu kistarabu kabisa, kama niko tayari kufa kwa ajili ya ndugu yangu, kwa jambo la msingi lieleweke, kwamba ndugu yetu hatakufa kama punda, hiyo haitawezekana. Narudia, sijara tangu jana na leo nzima, sijara na sitakula. ninachotaka ninachotaka na tunachotaka, mimi mama zangu wako hapa, ikifika jioni ama kesho, tutatoa usia kwa watoto wetu kwamba John hata kufa kama kuku, hata kufa kama kuku. Wapo ushirikiano wote walio uhitaji, kutuliza wananchi pale, walikuja na mizinga yao, lakini wananchi waliwashinda nguvu pale, lakini sisi tukasema kisasi ni chake Mungu. Wanataka kuua wapili tena tunazungumza hapa, watasema tunatengeneza taharuki. Hii sio taharuki, haya ni madai ya kesho saa tatu asubuhi.